Habari, karibu katika mada ya leo ambapo tutakwenda kuangalia diet ya kupunguza uzito bila kushinda njaa. Watu wengi wanapofikiria kupunguza uzito huamini ni lazima wapunguze chakula kwa kiwango kikubwa au kufunga kula kwa muda mrefu. Hii si sahihi. Kupunguza uzito bila kushinda njaa inawezekana kabisa kwa kufuata lishe yenye uwiano sahihi na virutubisho na kuchagua chakula vinavyofanya ujisikie umeshiba kwa muda mrefu. Hii ndiyo siri tunayoita smart diet, yaani unakula kwa akili, lakini si kwa wingi. Sasa katika mada leo tunakwenda kuangalia diet ya kupunguza uzito bila kushinda njaa, na utakuwa nami daktari Lenny Komba. Na kama ulikuwa bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe ili uwe unapata mazuri yetu mara kwa mara. Tuanze kuangalia kanuni kuu za diet ya kupunguza uzito bila njaa. Jambo la kwanza, kula chakula halisia, yani natural food. Epuka vyakula ambavyo vimesindikwa kama soda, mikate myeupe, chipsi na vyakula vya kukaanga mara kwa mara. Badala yake, chagua vyakula kama viazi vitamu, mtama, ulezi, maharage, mboga za majani na ndizi za kuchemsha. Jambo la pili, kula protini ya kutosha. Protini huchukua muda mrefu kumeng'enywa, hivyo husaidia kushiba kwa haraka. Mfano, vyanzo bora ni mayai, samaki, maziwa yasiyo na mafuta, maharage, dengu, karanga kwa kiasi kidogo. Jambo la tatu, ongeza mboga na matunda. Mboga zina nyuzinyuzi, yaani fibers nyingi ambazo huzuia njaa na kusaidia mmeng'enyo mzuri wa chakula. Mfano ni cabbage, spinach, broccoli, karoti ah tango apo parachichi, matembele na kadhalika. Jambo la nne tumia wanga wenye nyuzinyuzi nyingi. Badala ya wali mweupe, chagua wali wa brown au mtama. Badala ya mkate mweupe, chagua mkate wa ngano kamili. Jambo la tano kunywa maji mengi. Maji husaidia kuondoa sumu mwilini na kupunguza hisia za njaa halisi. Kunywa angalau glasi 8 mpaka kumi kwa siku, hasa kabla ya kula. Jambo la sita: kula mara nne ndogo kwa siku, yaani badala ya kula milo mikubwa miwili au mitatu kula milo midogo midogo kila baada ya masaa matatu mpaka nne. Hii inazuia njaa kali na kusaidia kudhibiti ulaji. Jambo la saba: epuka sukari nyingi na vinywaji vyenye kalori nyingi. Soda, juisi za viwandani na chai yenye sukari nyingi huongeza uzito haraka. Tumia asali kidogo au wacha kabisa sukari ikiwa inawezekana. Jambo la nane, fanya mazoezi ya kawaida. Kutembea kwa dakika thelathini kwa siku kuchoma mafuta na kuongeza nguvu za mwili bila njaa kali. Mfano wa mpangilio bora wa chakula, yaani meal plan ya siku. Kwanza kuna kwenye breakfast, kwenye breakfast, yaani kifungua kinywa unaweza ukatumia mayai mawili mkate alisia kato brown kikombe cha chai isiokuwa na sukari and low fat. Kwenye vitafuno pia unaweza ukawa unatumia ndizi za kuchemsha viazi vitamu kiasi viazi vya kuchemsha a magimbi kidogo au mihogo kidogo. Cha kuzingatia ni kwamba kuwe na uwiano sahihi na wanga usizidi kiwango kikubwa sana na, mchana unaweza ukatumia samaki wa kuchemsha, kuko wa kuchoma au mboga za majani, kikombe kimoja cha wali wa brown au viazi vitano, lakini pia unaweza ukatumia. Jioni unaweza ukatumia matunda kama epo, parachichi na karanga ya karanga, lakini usiku unaweza ukawa anapata supu ya mboga, dengo au maharage, saladi ya mboga mboga. Lakini pia kabla ya kulala, unaokaa unakunywa maji glasi moja, na kama unapata chakula cha wanga, basi hakikisha chakula ni kipo na wanga upo ni usawa wa ngumi, kama ni ugali au mboga za majani. Mbinu za kudhibiti njaa: kula polepole na kunywa maji kabla ya chakula, lala muda wa kutosha. Usingizi kidogo huongeza hamu ya kula, lakini ukilala sana unapunguza hamu ya kula mara nyingi. Epuka kula ukiwa na msongo wa mawazo. Unapokula na msongo wa mawazo, unaweza kula chakula kingi muda mrefu. Lakini panga mlo wako mapema, usisubiri njaa kali ndipo upike. Kupunguza uzito bila kushinda njaa ni suala la kuchagua vyakula vyenye virutubisho bora, kula kwa mpangilio na kuzingatia mtindo wa maisha nye mazoezi na usingizi wa kutosha. Ukifuata kanuni hizi utaona mabadiliko bila mateso au kukata tamaa. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Naomba niandie kwenye comment section jambo gani ambalo umejifunza siku ya leo na lipi ambalo ungependa kujifunza siku